E bwana, samahani sana, siwezi kuwa peke yangu ambaye napata taarifa hizi alafu nyie wengine msijue. Iko hivi, benki hazikopeshi mtu binafsi anayefanya biashara benki zinakopesha sistem maalumu iliyosajiliwa inayoendesha biashara. Nisikize vizuri, benki haikukopeshi kwa sababu wewe tu uko sehemu fulani kwenye eneo fulani, Kariakoo ama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, kwa sababu tu unafanya biashara na watu wanakufahamu. Benki haikukopeshi hivyo. Sistem ya benki inakopesha muundo maalum uliosajiliwa unaoendesha biashara, ambao unaweza kutoa taarifa kamili na rasmi juu ya biashara yako, na muundo huo unamaanisha ni kampuni. Benki zinakopesha makampuni yanayofanya biashara. Benki hazikopeshi mtu mmoja binafsi anayefanya biashara. So ukitaka kufanya biashara yako vizuri na unahitaji kupata mkopo benki, jambo la kwanza hakikisha, unafanya unasajili kampuni yako. Kama tayari una biashara tayari ina mzunguko, njoo usajili kampuni. Ukisajili kampuni yako, then inakupa nafasi na opportunity ya wewe kupata nafasi ya kupata mkopo wa biashara yako hiyo ulionayo kwenye benki yoyote ile ambayo ungependa kufanya. So, kama wewe ni huyu, hakikisha na comment neno kampuni hapo chini ama wasiana sisi kupitia namba zilizopo kwenye caption, tupigie simu, tutakusaidia kuweza kusajili kampuni yako moja kwa moja kwa haraka.